Asante sanai siemoye Kawe semoye Mheshimiwa mgeni rasmi na mgombea mwenza, itifaki imezingatiwa. Kwa wale ambao watufahamiani Naitwa Msigwa, nimewahi kuwa mbunge kwa miaka kumi, na nilitoka chama kile kwa mama wakambo. Tulikunja ngumi sana hapa Kawe mpaka migongo ikapinda, nikaamua kusepa. Nimejiunga na jeshi kubwa la Chama cha Mapinduzi. Pamoja na siasa siasa, lakini tuna nchi ya kuijenga ndugu zangu wa Kawe. Huu ni mkoa wetu wa kumi na tano tumetembea mikoa mbalimbali ikiwemo Mwanza, Kagera. Uko Kagera tulikopita tumeuona mkono wa mama kwenye maswala ya kahawa. Uko Mwanza tulikopita tumemuona mama kwenye pamba. Uko katani tulikopita, Rukwa tulikopita, tumemuona mama kwenye nafaka. Mama Samia ameishi kwa kauli mbiu ya Chama cha Mapinduzi kwenye uchaguzi huu kwamba kazi na utu. Ukienda kila mahali tulikopita, tumeona kazi kubwa alofanya Daktari Samia Suluhu Hassan kuanzia Mtwara platu mpaka Mtukula Kigoma. Ukienda kwenye maji unakuta mkono wa Dokta Samia Suluhu Hassan. Ukienda kwenye madarasa unaikuta sura ya Dokta Samia Suluhu Hassan. Ukienda kwenye umeme unakuta sura ya Dokta Samia Suluhu Hassan, kwamba ni mama yetu jemedari ambaye ameamua kuiondosha Tanzania kwenye unyonge na kuwa Tanzania ya ukakamavu. Ninayasema haya tunapokuja hapo Dar es Salaam tofauti. Huko tulikuwa tunaangalia idadi ya mashamba, tulikuwa tunaangalia viwango vya mbolea, viwango vya usungu ya mbolea hiyo iyomwagika, ambayo haina mfano Dr. Samia Suluhu amefanya. Lakini unapokuja Dar es Salaam, Dar es Salaam ni mji mkuu wa kibiashara. Dar es Salaam ina uaina wake. Nyinyi watu wa Dar es Salaam ni watu wa muhimu. Dar es Salaam mchango wa Dar es Salaam katika GDP ni asilimia kwenye taifa ni asilimia 17 mpaka 20. Mapato ya TRA jiji ni zaidi ya asilimia 50. Uwezo wa bandari umeongezeka kwa mwaka kupitisha tani 10,000 mpaka tani milioni elfu kumi mpaka tani milioni kumi na nne na uwanja wa ndege ambalo ni lango la nchi kimataifa, sasa hivi inaingiza inapitisha watu zaidi ya milioni sita. Kwa nini nayasema haya? Dar es Salaam nyinyi hamna mashamba, lakini serikali ya chama cha mapinduzi kwa kutambua umuhimu wa Dar es Salaam, miji mikuu yote duniani ya kibiashara, kuna mambo ya msingi lazima huwa yanazingatiwa kwa kuwa Chama cha Mapinduzi kinajali watu wa Dar es Salaam, kinajali wananchi wake, na ndio maana mipango mikubwa Dar es Salaam inafanyika. Kazi na utu, ambayo Chama cha Mapinduzi kimeweka kauli mbiu. Maana yake nini? Kama bandari a mkubwa na kama barabara za kazi zikitengenezwa kama zinavyotengenezwa sasa, maana yake nini? Maana yake mtafanya kazi zenu kwa wepesi, mtafanya biashara zenu kwa, kwa wepesi. Hiyo ndio kazi ya yani Dr. Samia Suluhu Hassan, hayo ndiyo yanatupa ujasiri wa waku, kutangaza na kupiga kampeni. Kwa nini Dr. Samia Suluhu Hasani aendelee kuwa kiongozi wa nchi hii? Ndiyo maana mahali pengine nimesema, wakiwauliza kwa nini Dr. Samia Suluhu Hasani aendelee kuwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, waambieni ni kwa sababu madarasa yanaongezeka, tunaendelea kuondoa ujinga kwa nini Dokta Samia Suluhu Hasani aendelee kuwa rais wa, wa nchi hii? Waambieni vituo vya afya, zahanati zinajengwa ili kuokoa vifo vya mama na mtoto. Kwa nini Dokta Samia Suluhu Hasani anaendelee kuwa rais wa, wa jamhuri ya muungano wa Tanzania? Waambieni Dokta Samia Suluhu Hasani anamtua mwanamke kuni, anamtua mwanamke ndoo, anasogeza huduma karibu Wapuuzenyi wanaosema Chama cha Mapinduzi hakijafanya kazi. Fakti zipo, namba zidanganyi, takwimu zinaeleza, uchumi unakuwa kutoka asilimia nne nukta mbili mpaka asilimia tano nukta sita huwezi kubisha. Niwambie kitu kawe, niwambie kitu naomba, nyosha mkono wako nione kura za Dokta Samia Suluhu Hassan, vigelegele wakinamama, niwambie Wakina mama, Dr. Samia Suluhu Hassan amewaheshimisha wanawake Tanzania na duniani. Hebu jaribu kuhesabu ni wanawake wangapi wamekuwa marais duniani? Amewaheshimisha wakina mama. Heshima kubwa pekee tutakayompa ni kumpa kura za kutosha, awe na ujasiri aongoze nchi akijua wananchi wanamuunga mkono. Tanzania iko salama kwenye mikono ya Chama cha Mapinduzi. Lakini kwa kumalizia, kwa kumalizia, baada ya kuona kazi nasonga mbele, Dkt. Samia Suluhu Hasani akamteulia dokta nchini. Amekulia kwenye chama, mtoto wa chama, amefanya kazi ya chama, ni mbobezi. Lakini kama vile haitoshi, amekwenda bungeni, tulikuwa wote bungeni na mimi nikiwa bungeni, amefanya kazi ya bunge, kama vile haitoshi mwana diplomasia mbubevu. Tuna madaktari wawili, tunaamini Tanzania yetu itasonga mbele zaidi. CCM ina kazi ya kuonyesha, miaka mitano iliyopita imefanya kazi, imeonyesha, sasa chama na serikali itaenda kufanya kazi kwa nguvu zaidi, ili tupae zaidi. Hawaendi kujifunza. Wasukuma wanasema anaye kamba mnadani ndiye anakuwa ameuza ng'ombe. Sisi waliuza waliuli na kamba wanacho kuonyesha ni wazii. Wanakawe tunaomba kura za kutosha zote kwa daktari nani. Ameninunia kabisa kawe, kwa daktari nani. Kura ya kwanza kwa nani? Kura ya kwanza kwa nani. Kwa Samia kura za kutosha, za kutosha kwa mbunge wa Kawe, kura za kutosha, za kutosha, na madiwani wote wanaotoka CCM Vigeregere, madiwani, kura za kutosha, za kutosha, za kutosha. Asanteni sana.